Nam mtazamaji wa Faida Online TV Field dume, field ya kibabe, ambayo tumevuka maji kutokea Mtwara moja kwa moja tumedondoka visiwani Zanzibar. Hapa ni eneo la Darajani, ambapo tumekuja kuzungumza na baadhi ya wafanyabiashara watoto wa Mtwara, e, watafutaji hawa wa makonde ambao wameingia hapa kwa ajili ya kuweza kufosi kutafuta maisha na maisha mengine yaweze kuendelea. Tumezungumza nao, e, watuambie kwa upande wao wanazungumziaje hali ya maisha e, kutokea Mtwara kuja hapa Zanzibar, lakini kwa utofauti ambao wanauona ni upi, lakini mpaka sasa tangu wameanza kupambana kuna mafanikio ambayo wameyapata au vipi? Naitwa Karim Faida, hii ni Faida baki nasi. Ah, kwa jina langu naitwa Mwaji Hamisi Mabomba almaarufu kama Duke. Kwa hiyo kwenu kabisa ni wapi? Kwetu kabisa ni, ni Mtwara, Mtwara vijijini, kijiji ni Bembaleo. Eh, watu wa nyumbani ah, kuambia mimi nawatakia na tu heri kwanza ya mwaka mpya tuliingia nao E, na mimi nipo na shukuru Mungu. Na fosi kama hivi ya hapa, unafanya shughuli gani hapa hapa? Mi nauza sabuni hizo hapo eh, maisha naenda hivyo hivyo. Unamudagani? uh, tangu umetoka Mtwara kuja na kama miaka sita? nakaa mwezi mmoja narudi. yeah, okay. Wiki mbili narudi narudi mara. yeah. yeah. Mara mwisho kwenda ni lini? mara mwisho kwenda ni mwaka juzi. Alikuwa nasikia tu Karimu Faida, mimi naishi Mbemba pale, ila sija sijabatika kukuona kwa kule. Leo tunaona na huko kwa, ni jambo la furaha sana. poa poa. Na naitwa Rudini Musa na Ngumbe, natokea mkoa wa Mtwara, naishi Zanzibar, sema sehemu yatwa amani fresh. na kule Mtwara umetokea kijiji gani? kijiji cha Mbembaleo. Leo watu mbem wa Mbembaleo hawajakuona muda mrefu, tangu wamekuona muda gani? ume umepita, umepita mwaka mmoja. Ujaye kwenda nyumbani? Ndio. na huko unafanya shughuli gani? huku nashughulika na shughuli za biashara ndogondogo tu za machinga mm. Okay. Unajisikiaje leo kuona tumekutana hapa Zanzibar kutokea Mtwara mpaka Zanzibar kuja kuongea na watoto wa Mtwara, wewe unajisikia? Ah, mimi najisikia vizuri sana na nafurahi sana kwa ajili ya kukutana na watoto wa Mtwara wenzangu. Unapiga yeah. mesha gani huku biashara ndogondogo tu za machinga chinga hizi. Okay. maisha yanaenda maisha yanaenda vipi, una watoto huko mwanangu? Ah, sina mtoto hata mmoja, amenivyo nyumbani kule. hujaacha damu yako eh? Ujaacha mtoto? sijaacha mtoto Kosi, mm. Mwanangu umri unaenda. Haina noma mjomba. lini sasa Mtwara unageuka? Mtwara mimi nageuka mwaka huu mwezi wa kumi. biashara Zanzibar na Mtwara, utofauti wake unaonaje? maisha kwa ujumla wewe kama kijana unaona kuna tofauti gani? tofauti upo e, maana huku huku mjini kule vijijini na hata harakati za kati za biashara biashara Mtwara, hmm. na huku biashara ipo juu kushinda Mtwara. Mustafa Saidi Dadi Mkongo, ni mkazi wa wapi? Mbawala juu. Mbawala juu ndo nyumbani. na hapa Zanzibar unaishi wapi? naishi sehemu moja, nipa shauri moyo. shughuli zako? nifanya biashara mdogo mdogo tu. mara ya mwisho kufika Mtwara ni lini? Mm, mm, ni muda sana kama elfu mbili na kumi na tisa hivi. Eh, mwanangu. Kabisa. Wewe mwanangu sio unaanza kukusahau jamaa. Kabisa. Sio mbaya tumekutana hapa Zanzibar leo. Unajisikiaje, tumekutana tumekutana eh, na mtu wa nyumbani? Ah, <laughs> nashukuru Mungu na kwa jambo la furaha sana kwa kuona watu wa nyumbani. Biashara yeah, zinaendaje? Tunashukuru Mungu, tunauza hivyo hivyo, lakini maisha kwa ujumla unaonaje? Nashukuru Mungu, si ndio maana nipo siku nyingi kama hivi. Mungu anabariki, tunashukuru sana. Umepata kitu gani kilichokubadilisha kwenye biashara, labda ukasema nimenunua kitu fulani kupitia biashara zako? Bado sijapata kitu kile, lakini nashukuru Mungu <coughs> na, naendelea kufosa mkono <coughs> tusichoke mwanangu, maisha ndio haya. Poa. <coughs> Fadhali. Karibu, shukrani. Poa, poa. Naam <coughs> mtazamaji wa Faida Online TV, ni baadhi ya wafanyabiashara ambao tumezungumza nao katika siku ya leo kutokea hapa kwenye eneo la Darajani visiwani ee, Zanzibar, ambao wametokea mkoani Mtwara. Hawa wengi e, ni watoto wale wa Kimakonda, amekuja hapa kwa ajili ya kuweza wenyewe, nasema kwa ajili ya kufosi, yaani wanatafuta maisha kwa namna moja ama nyingine. Tumezungumza nao kutokea Mbemba leo, kuna ndugu yetu hapa Mbawala juu, tumezungumza naye e, Mtwara vijijini na vitu vingine kama hivyo hivo. Mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe kwa like na comment yetu ili endelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa Field. Asante na kwaheri.